Kufuatia takwimu za udumavu kuonyesha Makete inakabiliwa na tatizo hilo kwa asilimia 49, mkuu wa wilaya hiyo Kisa Gwakisa Kasongwa anatumia maadhimisho ya siku ya lishe ambayo kiwilaya yanaadhimishwa ya kijiji cha Ivalalila kata ya Iwawa, kutoa wito kwa wazazi na walezi kuacha tabia ya kuzingatia zaidi pesa badala ya malezi na kwamba kitendo cha kuhamia mashambani na kuacha watoto wakijilea ndiyo chanzo kikubwa cha tatizo hilo. Amesema ni jambo la kushangaza kwa wilaya hiyo inayozalisha mazao ya kila aina kukumbwa na udumavu. Umuhimu wa lisha bora ni kwa ajili ya watoto wetu, watoto chini ya miaka mitano na wamama wajawazito. Ni wazazi wametokomea milimani, wanalima wiki nzima jamani, pamoja na kutafuta utajiri. Na hapa ni wagusie Wakinga. Kama wewe unamwacha mtoto wa miaka miwili anamlea mwenzake wa miezi tisa wanaongelea aina kimoja ya chakula ambacho watu wa Makete tulikuwa tumezoea kula <laughs> wanaitwa wanakula ndo, nini ndo, ndosa ndosa, ni kiazi kinakuwa kimechemshwa. Haya, baadaye anakula kilichomenywa, baadaye anakula kilichochomwa, anadumbukiza mle kwenye moto akati anaoka moto, baadaye anakula usuge, aina moja ya chakula. Wakieleza sababu ya kuongezeka kwa kiwango cha udumavu wilayani Makete, wananchi akiwemo Lamson Mahenge wanasema chanzo kikubwa ni uelewa duni wa masuala ya lishe, hivyo elimu wanazopatiwa zinaendelea kuwafungua na kuja na mikakati ya kukabiliana na tatizo hilo. A, shida kubwa ambayo kwa wazazi hasa wa eneo hili na wilaya ya Makete kwa ujumla wake ilikuwa kubwa kwa sababu watu waliwekeza sana kwenye kutafuta Yaani sisi kila kitu kilicho chakula kilikuwa kinalimwa, mnafikiria kubadilisha kuwa fedha, sio kukulisha watu. Kwa hiyo shida ilikuwa kubwa, utafutaji ulikuwa mwingi, watoto walikuwa wanajilea. Watoto katika wilaya hii wanapata udumavu kwa sababu wazazi muda mwingi wanakuwa bizi na shughuli zao, wanakosa muda wa kuwapikia watoto wao. Kama ni viazi, ni viazi tu kama ni kande kande tu, tunaelewa saizi. Shuleni kuna msosi, akija nyumbani jioni tunapata msosi nyumbani, ila ya kusema mchana nyumbani msosi utakuwa nyumbani, hiyo itakuwa ngumu. Mzazi atakuwa shambani, atampikia nani nyumbani? Awali Jacqueline Nanauka ambaye ni afisa lishe Makete anaeleza ukubwa wa tatizo hilo na afua ambazo zinaendelea kuchukuliwa kwenye vijiji na mashule kwa mujibu wa utafiti uliofanyika mwaka 2024 inaonyesha kwamba kiwango cha udumavu kwa watoto chini ya miaka mitano ni asilimia 49.9. Kwa hiyo, baada ya kupata matokeo hayo, halmashauri imejipanga kwa ajili ya kutokomeza changamoto hii, na mambo mbalimbali yamefanyika hapa kwenye maadhimisho haya, ikiwemo utoaji wa elimu mbalimbali mbali za afya na lishe, lakini pia tumetoa elimu ya mapishi kwa vitendo. Kutoka Makete, mkoani Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.